Kwa sababu viongozi wenu wamewakwaza, haki ya kupiga kura bado mnayo. Ni waombe ikifika Oktoba, kapigeni kura kwa wagombea wa Chama cha Mapinduzi. <laughs> sisiemu oye! Kwa hiyo ndugu zangu, nimepita kuwaomba tuendelee kuwa na mshikamano, tuendelee kulinda amani. Mafanikio tuliyoyapata siri yake na msingi wake ni amani. Wapo watu wangependa kwa vurugu zao kwa chuki zao Tanzania isiwe na amani. Nataka niwahakikishie nchi yetu iko mikono salama, baridi chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan. Mafanikio haya katika utalii ni matokeo ya amani na usalama wa Tanzania. Tuendelee kulinda mafanikio haya, tuendelee kusimama na Dkt. Samia Suluhu Hassan. Tumepata bahati kuona upendo wa Daktari Samia, tumepata bahati ya kusikia msingi wa utunzaji wa amani. Haya magari yote mnayoona yanapita hapa ya sekta ya utalii, amani ikipotea hayatapita tena wateja mnaowapata, wananunua juisi, wananunua chipsi, wananunua wali, swi nini mchanga, watu wanajenga, wanauza matofali, hatutayapata kwa kuwa. Amani ikitoweka, hakuna taifa litakuja kwenye mkoa wetu, hakuna taifa litakuja kwenye, kwenye nchi yetu. Viongozi wetu hawa wakiwemo na kakangu Amos Makalla wanaposisitiza na kuwasihi wananchi tutunze amani, siko faida yao, siko faida ya Daktari Samia ni kwa faida yetu sisi ambao hatuna hata pa kukimbilia. Niwaombe kwa unyenyekevu mkubwa, heshima tuliyoionyesha kulinda na kutunza amani ya mkoa wetu iendelee hata wakati wa uchaguzi. Watakuja watu wengi, lakini Chama cha Mapinduzi ndiyo baba na mama wa amani ya Tanzania.